Yeye alikuwa na hoja nyingi nyingi. Hoja ya kwanza alisema, wafanyabiashara wa majengo wamezuiliwa wasiuze matunda siku ya Jumamosi, lakini akasema anaishi mtaa wa Mlewa, lakini idara ya ardhi walipima viwanja, hakuna barabara. Kwa hiyo anaomba waruhusiwe wenyewe watengeneze barabara au wachonge lakini alizungumzia kwamba watu wameshikilia maeneo na yamekuwa mapori au vichaka yaendelezwi. Kwa hiyo niomba serikali ichukue hatua kwa watu kama hao. CCM hii, haya, bahati nzuri tunaye mkurugenzi wa mamlaka ya mji mdogo, nimemwona anamsogelea DC kwa karibu kabisa, tunajua atatupa majibu. Lakini naomba niseme kidogo, mheshimiwa DC na wananchi wenzangu, ni kweli hilo eneo kwanza waliondolewa na muamini kwamba chama chenu kilisimamia kwa kadiri ili ambavyo iliweza na mkaendelea kufanya zile kazi pale. Na baada ya kufanya kazi pale, maana yake sasa hivi tunaomba jambo lingine kwa sababu lile la kukatazwa la kipindi hicho, nafikiri kama mimi nilihudhuria zaidi ya mara mbili mara tatu. Hili swala la kwenda Jumamosi siku ya mnada. Kuna mambo mengi ambayo nimeona kwa changamoto. Lakini la Jumamosi. Nilizungumza hili jambo la Jumamosi. Jumamosi ni pamoja na wale ambao wako pale kwenye kuuza nguo. Tumekaa na serikali kwa muda mrefu na tumeielekeza kwa muda mrefu sana. Jumamosi minada yote inayefanywa, najua ndio majibu ya serikali kwa sababu nilishakaa nao pia. Mwisho wa siku Jumamosi wanahitimishia Manyoni. Wakishahitimishia Manyoni, maana yake kwamba kama watu wa hapa hawajaenda pale hawajafunga watu waliotoka Mkwese, Kamenyanga, Gondi na kwingine Maanake wataishia hapa wale, wakule wanagoma kutoa ushuru, wanagoma kutoa ushuru, ushuru. wanasema hatuwezi kutoa ushuru kwa sababu hatujauza, si tuko sawasawa, wanachojaza sasa, wana... wa sasa tukakaa na serikali tukawaambia, kwanza wawaache waendelee kutafuta riziki yao kwa sababu wana vibanda vya kawaida ambavyo sio kama nyumba kama hii za kuishi. Ikifika hiyo barabara watatoka, kwa maana ya kuondoka kwenda kujistiri kwingine na wakati wanaendelea kuandaliwa eneo lingine, lakini Jumamosi wale wasipowapeleka vitu pale, manake hawatafanya biashara wale. Kwa hiyo moja kwa moja ni vizuri tukakubaliana, tukawa msumeno kate mbele na nyuma, tukisema mbaki kila Jumamosi, manake ule mnada unakufa ule mnada tuliotoa hapa kwa changamoto kubwa. Lazima ule mnada kwa lazima uendelee. Sisi semoe ninyi mnanijua wananchi wa, wa Manyoni mimi serikali ikifanya vibaya, mi huwa nalalia kwa wananchi jumla, kwa sababu huwa siogopi, kwamba kwa sababu ndio naisimamia serikali. Serikali ikimwonea mwananchi, mimi huwa nalala na wananchi, yani na serikali na mimi, huwa nageuka kuwa sehemu ya wananchi wanyonge siku zote, lakini sehemu ambayo mwananchi lazima tumpe ushauri, lazima tuseme kweli kwamba lazima watu Jumamosi waende wafanye mnada, wapate ile milioni sita, milioni tano wanazopata kila wiki ili ile asilimia kumi ya halmashauri iweze kupatikana mikopo ya kina mama na vijana na watu wengine. Ushuru ukipatikana ukikosekana pa, pale inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ili nakwenda pale Jumamosi, kama chama kwa kweli ilikuwa tunalijua, lakini yapo ambaye amezungumzwa juu ya uchafu, lakini na mengine hayo, kama Chama cha Mapinduzi tunaitaka serikali itoe majibu ya kina, na sisi tulizipi. Karibuni watu wa serikali. CCM, oyee! Hilo la kwanza ambalo ndo kubwa nilifafanua kwa muda mrefu nadhani nimeshapata majibu stahiki. Uchafu ni swala endelevu, ni swala mtambuka. Utasafisha saizi, baadaye kuna mtu atachafua. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naagiza hapa watendaji wote, kama tunavyosafisha kule mjini, nguvu iongezeke hapa. Kwa hiyo kuanzia kesho taanza kukagua ili eneo na teo huko hapa ambaye ndo mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji, panga timu ije isafishe hapa, lakini baada ya hapo mtengeneze utaratibu, kwa sababu hizi takataka hazijileti zenyewe hapa, kuna watu wanazileta sawa, eh? Wanasema kama tudin tundani. Kwa hiyo uweke utaratibu, anayetupa takataka eneo hili atusaidie kulisafisha. Aidha, kwa kusafisha mwenyewe au kwa kulipa faini itakayomkumbusha asilete tena takataka hapa bila sababu ya msingi. Kwa mwisho, mwenyekiti, tutaanza kesho kupasafisha hapa kwa nguvu kubwa na kuhakikisha pako pasafi. Kuhusu upimaji wa viwanja, naomba bwana ardhi, yao mmepima mwaka gani? Haraka haraka tu kwa kifupi, pale mmepima mwaka gani? Huku unakuja huko unajibu elfu mbili na kumi na sita huwa ni miaka mingapi? Mtu hao amejenga miaka mitatu, miaka mitatu. Kwa sababu wameomba mwenyewe mwana kulifind mwana kuligeti, mkakague watu wote mliowapa viwanja wenye miaka mitatu waeleze ni lini wanaanza ujenzi, na kama hawataeleza basi tutaanza utaratibu wa kuvirudisha hivyo viwanja tugawie watu wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Sisi mwai.